Mwaka juzi nilikaribishwa kwenda kufanya mkutano Kongo, kwenye lile eneo ambalo lina vita. Kuna baadhi ya miji nilikaribishwa kufanya mikutano crusade. Sasa mimi nikienda Kongo, woga wangu, kwa sababu sitanyamaza, nikamwambia pasta wangu Maxi, nenda wewe pasta Maxi. Akaenda akasema, lakini kwenye mji unaokwenda kuna mahali ambapo hakuna ndege mnaendesha na magari tu, mwendo mrefu, na kuna watu wanatekwa hapo. Wale magaidi wale wanatoka polini, wamekosa chakula, wana, wanasimamisha gari, wanaangalia ndani ya gari, nani amevaa suti, amependeza, aliye nawii, wanaamini ana pesa, wanamchukua wanaondoka naye. Wakifika kule wanamsurubu mpaka awaambie ndugu zake watume pesa. Sasa yule mchungaji ambaye Max ndio hosti wake ambaye ndiye alikuwa ametukaribisha yeye alikuwa anatoka hapo yuko ndani ya, ya basi basi likasimamishwa. Liposimamishwa, amevaa suti, unajua wachungaji. Tena yale magaidi yana bunduki yana minyoo yamejifunga kiunoni, yani zile zenyewe hizo risasi 400 mpaka 500, yako kama 15. yanaangalia mle ndani wewe toka. Yakamchukua yule mchungaji, wewe na we, wanene wanene wale nyewe, lazima mna pesa wale. Twendeni. Ambia wengine ondokeni, yakaondoka nao kwenda polini. Yakaenda nao yakaenda nao yakaenda nao mpaka polini kabisa. Yenyewe ni magaidi yanakaa polini, lakini yana watu wake wanakaa mjini. Yakikuteka yanakwambia piga simu, uambie wale watu wako walio mjini wampelekee mtu fulani hela, tunakuachia, kama sivyo tunakupiga mpaka unakufa. Yameondoka na mchungaji na jamaa mwingine na jamaa wengine wawili Yamefika naye kule polini, yakampiga yule mmoja, yule mchungaji. Habari hizi ni za yule mchungaji. Yanatumia kupiga sio fimbo, mpini. Yanamwambia yule mmoja wa kwanza, bwana tupiga simu, anabishabisha. Yakampiga mpini ule, piga mpaka kafa, yakapiga mpaka na maiti, piga mpaka kufa. Akabaki mchungaji na mwenyewe, akasema tusonge mbele, yakaendelea kule Yalipofika kwenye mlima kabisa, mbali poli, yakamwambia na yule mwingine, piga simu. Yakaanza kumpiga lala pale, yakampiga, yakampiga, yakampiga, piga piga, piga, hana hela yani, kwa alivyovaa kwa yanaamini ana ya pesa. Anaelezea jamani, hata kule nyumbani hakuna hata mtu wa kumwambia awawekee hela, hata kama shilingi dola mia mbili jamani. Yanapiga vibaya mno, yakampiga mpaka akamaliza. Yakaja kwa mchungaji sasa, wakawa anataka ya mwanze mchungaji sasa. Kukawa na wingu kubwa sana, yanakaa polini, yani mvua kuu, najua mvua za Kongo huwa nyingi. Wingu likaja kubwa yani, mvua inataka kunyesha na yamesafiri muda mrefu, yanataka sasa kuanza kupika chakula. Yakamwambia huyu, unaiona mvua hiyo? maana yake ikinyesha hatutakula hata siku tatu, kila kitu kitalowana. Yakamwambia wewe, unafanya kazi gani? Anasema, mimi ni mchungaji namjua Elia, akasema na anamjua Elia, namjua Elia. Na Elia, Elia alifanya nini? Mvua akazuia mvua kunyesha. Na wewe ukizuia mvua isinyeshe, tunakuruhusu naenda nyumbani, ikinyesha piga mpaka ufe <laughs> lakini mchungaji anasema lile wingu ni zito mno <laughs> hakuna namna ambayo hili wingu linaweza isinyeshe. Mchungaji anasema yaani, kwa sababu tayari li, li, linaanza na kama kunyeshanyesha hivi, yanasema tunakuhesabia ishirini, yakaenda kukaa hapo moja, yanakaa kidogo kama dakika kumi na tano kama kumi na mbili, yanasema mbili Mchungaji akaanza katika jina la Yesu, na kufunga hawa wingu, hutanyesha kabisa, unanisikia wewe? Mchungaji alikuwa haamini kwenye miujiza, imani yake ikapanda juu, hajawahi kuombea miujiza, na kufunga na kufunga na kufunga funga, anasema alipoomba kama dakika kumi, lile wingu kama likanyanyuka hivi, wingu likaondoka. Yakamwambia kweli, wewe una Mungu Yakamwambia kweli, wee ni pasteli. Mwambia kweli, wee ni pasteli. Yakamwambia Yaka, sasa tusimue huyu pasteli. Pasteli, kuna mtu kule anaweza kutupa hela kule kwako kanisani. <laughs> Nimtafute mwasibu wa kanisa, mtafute akampata. Yakamwambia weye, mwasibu wa kanisa, tuongee na wewe, chukua namba hii, mpigie huyu mtu. Nenda ukamkabidhi pesa hapo hapo mjini. Logwa sasa useme. Ukisema tu pasteli tunamchinja. Pako utakapomkabidhi pesa yule mtu, mtu atatupigia kwamba amepata pesa. Na mtu wetu aondoke pale, aende salama tunamwachia pasteli. Dola elfu mbili tu. Kwa hiyo hyo yu, akapigiwa yule zikatafuta hela akapewa pasteli akaachiwa. Akateremka siku zaidi ya saba kurudi alikotoka. Akaja kutokea amechoka, lakini alishatenda muujiza. Watumishi wa Mungu wanahitaji kupewa pressure ili waombe. Unawapa pressure, pressure.